CEO DAWASA pamoja na management yote ya DAWASA ambao tumeongozana leo hapa lakini mheshimiwa diwani wa kata yetu ya Mburahati, mwenyekiti wetu wa serikali ya mtaa na wenye vitu wengine wa serikali za, za mtaa ambao mmeungana na sisi kwenye ziara hii ya kutembelea visima vya maji katika kata yetu ya Mburahati na tenki kwenye kata yetu ya Mabibo naendelea kuwashukuru kwa, kwa kushirikiana nami kwenye ziara hii, lakini sote kwa pamoja tumejionea hali ya visima katika maeneo yetu. Ukweli ni kwamba visima vipo, miundombinu ipo, isipokuwa kwenye baadhi ambapo kuna aidha watu wameiba miundombinu au imeharibiwa kwa maksudi kwa kuingiza takataka au kwa kuingiza mawe katika miundombinu hiyo ya, ya visima. Sasa tumeshapokea maelekezo ya Mheshimiwa Waziri wa Maji Mheshimiwa Juma Aweso kwamba visima vyote vifanywe kazi na vianze kutoa huduma. Hayo ni maelekezo ya serikali. Kwa imani yangu ni kwamba sasa tuko kwenye utekelezaji kama ambavyo leo CEO na timu yako mmeamua kutoka kuja kufanya kazi hiyo. Ombi langu ni ushirikiano. Kwanza kutoka kwenye serikali zote za mitaa, wenye viti pamoja na watendaji, shirikianeni na Dawasa. Katika hili halina ubosi. Kwa sababu mimi mwenyewe sijaja hapa kama bosi na sio bosi. Tunafanya kazi kwa pamoja. Kwa mwenyekiti asikae pembeni aseme nasubiri DAWASA waje wachimbe. Ikiwezekana mwenyekiti na wa wewe mwenye mwenyewe ushirika kuchimba, kusafisha ile eneo ili DAWASA wataalam waweze kufanya kazi katika eneo lile. Kwa hiyo niwaombe sana tuwape ushirikiano. Wapatikane vijana kutoka kwenye mtaa hapa watakao shirikiana na timu yetu ya wataalamu kurekebisha yale ambayo yanapaswa kurekebishwa katika maeneo hayo. Lakini jambo la pili nisisitize sana, upande wa meneja wa visima, usimamizi wa visima hivi. Sasa leo tumetembelea visima vitatu, si ndivyo? Tumeviona hali yake. Kisima cha kwanza tumeshatoa maelekezo, lile tenki lipande, lifungwe na maji yasambazwe. Jambo hili lifanyike leo, sio kesho, kwenye kile kisima cha kwanza pale tulichotembelea. Kisima cha pili tumeona kwamba kina matakataka inabidi ipelekwe kompresa pale pasafishwe ile pampu iliyotolewa, kama imepelekwa store, kama imepotea imefanyika vipi, iweze kurejeshwa. Hilo linafanyika leo na kesho, maana yake ni kwamba kazi ya kupeleka kompresa by kesho saa mbili saa tatu asubuhi naamini itakuwa imefanyaje, imekamilika. Kisima cha tatu ni pale kwa Mama Ndunguru ambacho tumekiona kimefukiwa, kwamba kinatakiwa kufukuliwa tuangalie lile juu ambalo tunasemekana liko huko chini linatolewaje, na kila kitu kirejeshwe katika matumizi. Na hili tenki lilijengwa mahususi kwa ajili ya kisima kile. Kwa akili ya kawaida, kile kisima ni kikubwa, kwa sababu sidhani kwamba ni mtaalamu ambaye alikuwa hana akili ajenge tenki kubwa kiasi hiki wakati kile kisima hakina maji. Tumeelewana? Kwa hiyo ni swala la kurejesha miundombinu ile sasa ilete maji hapa na wananchi wasambaziwe, lakini ninachokiona ni kwamba tumekuwa na tabia mvua zikinyesha, mradi mwingine wa maji ukiletwa, tunapuuza miradi mingine, tunaiacha inajifia. Kama hivi sasa, hili tenki limekaa tu, nadhani hapa, kwa kuangalia haraka haraka, lina zaidi ya miaka isiyopungua miwili, labda halijatumika kwa sababu tuna nini? Tuna maji. Lakini ndugu zangu, maana ya mradi mwingine kuja ni kupunguza mzigo kwenye mradi wa maji tulioleta. Leo hii tusingekuwa tunahangaika kutafuta alternative kama miradi yote ingekuwa ina run parallel. Sisi tumeelewana eh? Kwa tusidharau hii miradi mingine kwa sababu tu mvua zimenyesha na maji yanapatikana. Kwa mwananchi wa kawaida ambaye leo anahangaika na maji, haelewi kwa nini tunaanza kurudi kama tunaanza upya. Kwa serikali ambayo ilitumia fedha kujenga hili tenki, kulaza mabomba, kuchimba kisima, hatuelewi ni kwa nini leo tunakuwa kama vile tunaanza upya. Kwa chonde chonde, anayesimamia visima meneja, nadhani tulikopo naye hapa, yupo yu pale, kata ya Mburahati iwe kata ya mfano kwa leo na kesho. Visima hivyo vitatu vio ndio pilot ya nini tunachoweza kufanya kutatua changamoto ya maji kwa dharura kwa kupitia visima, tumeelewana eh? Na mimi tabia yangu ni ile ile kesho, ni Jumatatu sawa, nitashinda kata ya Mburahati. Mheshimiwa diwani Mjulishe mtendaji wako wa kata, kesho tarafa siingie ofisini, kwahiyo msihangaike kupanga chochote kule ofisini. Saa mbili nitakuwepo ofisi ya kata, kiwekwe kiti na meza kwa ajili ya mkuu wa wilaya nafanyia kazi Mburahati, sawa. Na kazi yangu ya kesho ni moja tu, maji Mburahati.